Mungu ni mwema. mkama na bakunda makora niteraka ganji <coughs> Wapendwa wana familia ya Mungu, leo tunaadhimisha dominika ya nne ya Pasaka. Katika dominika hii ya nne ya Pasaka kuna maadhimisho mengi, baadhi baba paroko ameyatangaza katika utangulizi wa maadhimisho hili takatifu la Misa, lakini maadhimisho makubwa ya kanisa la ulimwengu hayo mawili. La kwanza ni dominika ya mchungaji mwema. Dominika ya nne ya Pasaka hujulikana kama dominika ya mchungaji mwema. Adhimisho la pili ni adhimisho la miito, kuombea miito katika kanisa. Kuhusu dominika ya mchungaji mwema, maandiko matakatifu yanatualika tufanye tafakari fupi juu ya mambo mawili. La kwanza ni mchungaji mwema, la pili kondo. Sisi waamini ni kondo. Tuangalie sifa au majukumu kumi ya mchungaji mwema. Mchungaji mwema kwa ufupi ni Yesu mwenyewe iwe na sisi tunalikwa kuiga sifa zake. Mchungaji mwema anazo sifa kumi au majukumu kumi. Jukumu la kwanza, mchungaji mwema anajua kila mwanakundi kwa jina na anamwita kwa jina. Soma Injili ya Yohane sura ya kumi aya tatu. Sifa ya pili au jukumu la pili mchungaji mwema ni njia, ni kiongozi, anawongoza kondoo anawatangulia ni dira anaonyesha njia ya upendo na msamaha utumishi na kujitoa soma Injili ya Yohane sura ya kumi aya nne na Injili ya Yohane sura ya kumi na nne aya sita. Sifa ya tatu ya mchungaji mwema ni kuwapa lishe bora wanakundi, kuwatafutia malisho mema, malisho ya majani mabichi na kando ya maji ya utulivu, kama tunavyosoma Zaburi ya ishirini na tatu, pia Injili ya Yohane sura ya kumi aya tisa. Yesu anatupa lishe gani? anatupa lishe au chakula cha neno la Mungu na Ekaristi. Sifa ya nne, mchungaji mwema ni mlango wa kondoo, mlango ulio wazi, uliofunguliwa funguliwa. Soma Injili ya Yohane sura ya 10 aya 7 mchungaji mwema anafungulia kondoo mlango wa uhuru, usigereza mlango wa upendo, mlango wa huruma na msamaha, mlango wa amani, usalama, furaha, matumaini na ukweli, mlango wa kuingia na kutoka. Yesu kama mchungaji mwema si mlango uliofungwa kwa ubinasi. Milango yetu ya mioyo yetu inafungwa kwa ubinasi, kwa tamaa, kwa ubahili, wivu, tuki, majivuno, ukatili na kadhalika. Sifa ya tano ya mchungaji mwema. Mchungaji mwema ni daktari, anatibu. Soma injili ya Yohane sura kumi aya kumi Anatibu kondoo waliojeruhiwa kondoo ambao wameugua. Yesu anatuponya kwa sakramenti za uponyaji, yaani sakramenti ya kitubio na mpako mtakatifu wa wagonjwa sifa ya sita ya mchungaji mwema mchungaji mwema hasinzi anakesha akiwalinda kondoo wasishambuliwe na adui wasitekwe na kadhalika Sifa ya saba ya mchungaji mwema ni upendo. Mchungaji mwema anapenda kondoo na yuko tayari kufia au kutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo wake. Soma injili ya Yohane sura ya 10 aya 11, Yohane sura ya 15 aya 13 na Yohane sura 21 aya 15 hadi ya 19. Sifa ya nane ya mchungaji mwema ni ukaribu. Ukaribu, yuko karibu na kondoo wake. Unapokuwa karibu na kitu fulani, kitu hicho kinakutangaza kwamba uko karibu nacho. Napokuwa karibu na chenza, itakutangaza kwamba uko karibu na chenza. Ukiwa karibu na vitunguu, vitakutangaza kwamba wewe ni mfanyabiashara vitunguu, au umepika vitunguu. Ukiwa wewe ni muuza samaki au dagaa, basi zinakutangaza kwamba wewe uko karibu na samaki au dagaa. Hali kadhalika kwa mifugo, napokuwa karibu na mbuzi tutakutangaza, karibu na ng'ombe tutakutangaza. Hali kadhalika karibu na kondoo, utanuka harufu ya kondoo kwamba wewe uko karibu na kondoo. Na sifa hii inasisitizwa sana na hayati Baba Mtakatifu Francisco. Ukaribu huu wa mzazi wa mlezi ni lazima uonekane katika kula pamoja, uonekane katika kusali pamoja, kufanya kazi pamoja kuimba pamoja, kuhuzunika pamoja, kufurahi pamoja na kadhalika. Furahi na wanafamilia, kula na wanafamilia, chapa kazi na wanafamilia, sali pamoja, ukaribu. Sifa ya tisa ya mchungaji mwema ni kutumikia bila kudai chochote, bila kudai mshahara, posho, marupurupu au kujilipa. Yesu anatuambia ninyi mkishafanya yote mliyoamriwa semeni: sisi ni watumishi tusio na faida, tumetimiza tu yale tuliyotakiwa kufanya. Soma Injili ya Luka sura 17 aya 10. Faraja yetu na furaha yetu iwe ni kujitoa, kutumikia, kuhudumia wanafamilia, wana jumuiya. Sifa ya kumi ya mchungaji mwema ni kulea na kutunza kundi. Kulea katika maadili, na zaidi kulea kwa matendo na mifano bora ya maisha kuliko kulea kwa maneno. Mtoto mmoja ni mtoto lakini ameshakuwa ni bwana wa familia wa miaka 60 hivi, alifiwa na baba yake, akawa anatoa e, neno kuhusu mzazi wake akimshukuru kwa malezi na huyu mtoto alikuwa katika mstari wa mbele wa kujitoa kwa kanisa. Akawa na mshukuru mzazi kwamba huyu mtoto ambaye alikuwa ni mtu mzima alijifunza kutoka kwa baba yake, hasa masuala ya kusali kwa kuona napiga magoti na sali. alijifunza kwenda kusali kanisani kila siku kwa kuona baba yake anaamka mapema alfajiri saa kumi na moja anakanyaga kwa mguu kwenda kanisani kusali. Alijifunza kutogopa mvua na umande na jua kwenda kusali hasa Jumapili, kwa kuona baba yake anakamata mwavuli au kama ana mwavuli anatumia kiganja chake kujikinga mvua kwenda kusali. Kwayi akasema kwandia matendo hayo, na mimi nikaiga. Nijifunza kutoa sadaka kwa kuona baba yangu anaenda kutoa sadaka. Nijifunza kuungama kila Jumamosi kwa kuona baba yangu anaenda parokiani kumwona pale kuungama dhambi. Mtoto anasema nilijifunza kusoma Biblia, maandiko matakatifu, kwa kuwa baba yangu kila siku anapokea anapokua hiyo biblia na anaisoma na anazisomea. Wewe mzazi, mtoto anajifunza nini kwa matendo yako? Nilijifunza kulima kwa kuona mzazi wangu anapenda kulima kwanza kwenye mazingira ya nyumba kuyasafisha, kuotesha maua eh, kilimo mbalimbali, bustani ya mboga eh. Nijifunza kusaidia kujitolea, kwa kuwa baba yangu anasaidia bila kuomba malipo au bila kujilipa anapohudumia marezi hayo. Kwa hiyo, mchungaji mwema ni lazima ale, si kwa maneno bali kwa njia ya matendo. Hizo ndizo sifa kumi za mchungaji mwema, na mchungaji mwema ndio mfano ndio kielelezo cha wachungaji wote, maaskofu, mapadre, wazazi. Na wewe mwenyewe ni mchungaji wa nafsi yako, na bibi na wewe ujichunge, ujitawale, kudhibiti mambo mbalimbali: tamaa, ubinafsi, chuki, hasira. Ujile katika upendo, ukarimu, uchaji wa Mungu, kuishi maisha ya sakramenti, kuchapa kazi, vyote hivyo vinahitaji nidhamu. Uwe nyampara wako mwenyewe Uwe polisi sungusungu sungu wako mwenyewe, kudhibiti hizo tamaa, na hapo utaweza kupata tuzo hiyo na uso mchungaji mwema.